Anavyoripoti Agri Otindo ni kwamba wakazi wa kijiji cha Masa, kata ndogo ya Makhanga, eneo bunge la Tongaren, wamekerwa na uharibifu wa, wa mali yao katika harakati ya serikali ya kaunti ya Bungoma kupanua barabara za kijiji hicho, wakidai hawakuhusishwa kikamilifu kutoa maoni kabla ya shughuli za upanuzi kuanza. Wakazi hao wenye machungwa wanadai wamemiliki ardhi yao, yao tangu miaka na 1965 na wamekerwa na hatua ya serikali ya kaunti ya Bungoma kuanza shughuli za upanuzi wa barabara za kijiji chao bila kuhusisha huko, wakikadiria hasara ya mali yao. Wameangusha miti zangu ambazo ziko over 50 years. Kupanda miti kama hizi zifike 50 years ni wakati gani? alafu wenyewe wanakuja, hata hawaja consult mimi ya kwamba ni Mungu alinijalia nikapeane eka tatu huko ya kanisa bure. But how do they come and rip my land? In the name of kutengeneza barabara. Hii barabara ilikuwa inatoka huko mimi nikisoma Serende 1964, 65. Hii barabara haijakuwa na shida. Mbona mtu akuje na mali za fototo? Mtu amejipanga kuharibu kwa ajili anataka kutengezea West Kenya barabara ya kubeba miwa. Uliona tu watu wanapita pita pita. Tunasikia tractor ina ina nguruma kwenda huko, wanangoa fence. Why kauliza nini mbaya? Bali sisi tunafata stima, kwa sema stima waliweka kwa shamba hapa, sisi ndiye tulitaka stima hii, si parapara. Waliweka sitima kwa parapara, kwa sasa wanataka serikali ya kaunti ya Bungoma mwanamwana Aliyepewa sabuni ya ubanuzi wa barabara hizo kuwafidia nasi vyo watelekea mahakamani. Mulitakiwa mulete sevei kucha iseme hii parapara para ni saaisi hii. Tunataka tuchukue wake mikuu hivi buku mikuu hivi. Nani alifanya hii wanilipe? Hiyo vitu yangu yote yenye wameharibu na shamba yenye walichukua kutoka chuu mbaka chini ue hii shamba kutoka huko juu amechukua ekari moja. Nani atanilipa hiyo ekari moja? Hata hivyo, baadhi ya wakazi wameshabiki mno upanuzi wa barabara unaoendelea, wakisema itarahisisha shughuli za usafiri hasa mashinani. Hatukuamini kama hii pale itakuja pita lakini kwa sababu leo tumeona kwamba ni ukweli promises za serikali silikuwa sa ukweli kwamba hata sisi kama wakaachi wa area hii tunaona hata transport and communication, hii barabara sasa inaenda kurahisisha wa eh, upande ya wakaasi wa area hii ni kiwa kata ndogo ya Makhanga na bunge la Tongaren county ya Bungoma. Otindo Agri, West TV.